Najaribu kuzungumzia biashara. Unaona, mfano kama hii tisheti ya Simba na ile tisheti Yanga hamna utofauti. Sasa kwa nini? Ambacho kinafanyika hapa, au ambacho nataka nikufundishe, hata wewe kesho na kesho kutwa, uwe ni mbunifu katika biashara, wekeza pesa kuwaleta watu ambao wana wanauelewa wana ubunifu, wanajua kutengeneza hicho kitu kipya au bunifu mpya wa jezi. Yaani usifanye vitu for fun. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuwapoteza wateja ambao ni mashabiki kwa upande wa mpira. Lakini kwa biashara yako unaweza kuwapoteza wateja na wasirudi. So next time unapokuja kufanya ishu kama hii ya biashara, nyoka, wekeza pesa kubwa kuwatafuta watu sahihi wa kuweza kukutengenezea logo na jina la biashara yako na hapo unaweza ukapotea kwenye mfumo wa biashara au ukapoteza, na ukadropu, ukapoteza watu wengi. So tuwekeze pesa kwenye watu sahihi, hem, tuache ushabiki. Angalia hata hiyo, hata hiyo nembo ya CAF oh.